Mafunzo mnayoanza leo ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha mradi huu unaendeshwa kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya, na kupitia mafunzo haya nimeambiwa kwamba mtajengewa uwezo katika maeneo muhimu matano yakiwemo usimamizi na uboreshaji wa mitandao ya simu vijijini yenye teknolojia ya 2G na 4G. Jukumu mliopewa si dogo ninyi ni sehemu ya historia ya mageuzi ya mawasiliano nchini Tanzania. Kupitia juhudi zenu, maeneo ya vijijini ambayo kwa muda mrefu sasa hayakuwa na huduma za mawasiliano sasa yanaenda kuunganishwa na kupata fursa za maendeleo. Shirika la Mawasiliano Tanzania linatoa shukurani za dhati kwa serikali kuu kupitia wizara yako kwa kufanikisha sio tu mafunzo haya lakini pili mradi wenyewe ambao utekelezaji wake ulianza Oktoba 2023, na eneo ambalo tumekuwa tukihusika moja kwa moja, mgeni rasmi, ni la kupata uh, vituo vya kujenga minara, site acquisition. Niombe kutoa shukurani za dhati kwa serikali za mitaa na vijiji ambazo zimekuwa zikitoa ushirikiano moja kwa moja kwa shirika katika kuhakikisha kwamba tunapata maeneo ya kujenga minara, na mpaka sasa tumefikia hatua nzuri ambayo imeelezwa uh, kwenye taarifa ya awali. Kwa kipekee kabisa, tunatoa shukrani kwa wizara na akivi vile kwa serikali kupitia mradi huu, na tunaamini kabisa baada ya mafunzo haya, tutakuwa tumepata tija ya kutosha katika kusimamia na kuendesha mitambo yetu ambayo itafungwa na kukabidhiwa kwa, kwa taasisi zetu.